Kwa hapo anajiweza Kobisi, anajiweza, Kobisi yeye mwenyewe anajiweza, akalinda vitu vyangu mimi, mtu karogwa mpaka basi. Wewe, Mashavu, Mashavu, hebu nipeleke bwana mimi nje nikalinde nguo zangu, jamani, huko nje kwenyewe kuna mabaraa kadha wa kadha. Mimi sitaki amsue kila <laughs> asubuhi jamani. Ah, na vipi, unaambia ndugu zako kwa Mzee Kikala hati ya atekekahnuae aa Okay. Okay. Mi Mzee Kikala naongea naye kwa action naye wembe. Mi Mzee Kikala nabishana naye kwa point, nikiona kashakunja ndita tu nafunga breki zangu nilishamshughulia. Hey, baba anamkimbiza mama anakwambia na kile chuma cha vitunguu. Hey, humu ndani kuna upendeleo, mi najua hilo. Hivi kuna mtu analisha maneno mabaya kuambia baba zaidi ya huyu eh, lakini nikiongea, yaani mimi sipendwi. Mimi nina damu ya kunguni, kitu kidogo tuali kinanuka, kila mtu atajua Siwa kaongea. Nendeni huko ni mbona, mna shukulani nyinyi, mnakula bule chocha bule, mnataka mpende vipi? Hapa mesikia pata kushinda hapa ndani. Mashavu mashavu emtokaga basipokita kitandani. Jamani, nipelekele mimi konje ngalinde nguo zangu mkubwa